Ni wahasi sana wananchi wa mkoa wa Mbeya. Mara unapoona maji yanatiririka kwenye mpira wa aina yoyote ule, toa taarifa na ikiwezekana mwambie mwenyekiti wa serikali za mitaa tukate maji yale kwa muda ili maji yasipotee. Gharama inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa maji kwa leo nimejifunza ni gharama kubwa kuliko bei tunayolipa ya maji. Lakini pia nilikuwa natoa semina kwamba ikiwezekana, wale wasiolipa kodi ya maji siku moja, tuwatembelee, tuwakusanye, waje waangalie namna serikali inavyozalisha maji, ili asisumbue kulipa kodi Nafikiri tukifanya hivyo hakuna Mtanzania ambaye anaweza kukwepa kulipa kodi, kwa sababu atakuwa ameshaona vyanzo vya maji, namna vinavyoshughulikiwa na, na serikali, lakini pia maji mpaka yanamfikia nyumbani kwake ni gharama gani inatumika. Mimi kuja kwangu huku, tayari itakuwa ni hamasa kwa wale ambao hawajafika na ambao hawaelewi kwamba maji yanatakiwa yatunzwe ili maji yatutunze. Kwa hiyo nimeona toka kule juu mpaka hapa tulipofikia, jinsi gharama kubwa inavyotakiwa na inavyotumika niweze kushukuru sana kwa ajili ya elimu hiyo. Na pia hata katika ziara hii najua nimejifunza mambo mengi, na nitakuwa mhamasishaji mkubwa kwa siku zote za uongozi. Hata nitakapokuwa sio kiongozi, najua nitakuwa ni mama mhamasishaji kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao hawajui jinsi maji yanakotoka, kwamba maji yanatoka wapi, maji ni nani? Kweli ni wengi hawajui maji yanatoka wapi na maji yakoje, hawajui, ila wanajua kuchota na kuyatumia na lawama. Mi mwenyewe nilikuwa mojawapo wa lawama kwamba maji hayapatikani, lakini kumbe. Sasa kuanzia leo tutaacha lawama na kuhamasisha watu wengine kwamba lawama sio nzuri. Tumetoka katika kituo hiki, tuko bado ni maji, gharama inatumika kubwa sana gharama inatumika kubwa sana. Hata hizi bili tunazolipa ni bili kwa kweli ni rafiki kwa wananchi, nje ya hapo, maana yake bili ingekuwa kubwa zaidi, kutokana na madawa yanavyotumika, namna gani tunapata haya maji. Lakini pia nimejifunza gharama za umeme zinatumika kumbe ni kubwa sana, kusukuma haya maji mpaka yanatufikia kwenye mitaa yetu, gharama zake ni kubwa sana sehemu kubwa gharama hizi zinabebwa na, na, na, na serikali. Mwananchi anachangia ni kile kiasi, kile kiasi kidogo, lakini ingekuwa ni mwananchi kulipia gharama zote, kikweli gharama za uendeshaji ni kubwa, miradi ya maji ina, ina gharama kubwa. Kuna challenge imetolewa kwa wanaodaiwa kwamba ile siku nyingine mwatembeze hata hao kufika kwenye vyanzo vya maji kuona hilo. Tunaomba tulipokee, kwa sababu ni swala elimu na ni elimu ambayo inaendelea, na kwa sababu viongozi wamekiri kwamba kuna baadhi ya watu kuwatembeza tutaandaa utaratibu wa kwanza kuwaleta watu kila baada ya muda fulani waweze kuona shughuli ambazo zinafanywa ili waweze kubadilisha ile uele ile, ile, ile wao, huenda ikasaidia wao kuanza ku, ku, ku, kulipia ankara zao na kuondoa ulimbikizaji mkubwa wa madeni kwao. Hilo tumelipokea na tutajadili kwa kwa kama viongozi kwamba tuweze kutoa elimu ambayo ni endelevu kuwaleta katika mitambo kwamba nyuma ya huduma hii kuna gharama tunazoziingia na hizi gharama lazima zigaramiwe na wananchi kwa sera yetu, lakini pia zigaramiwe ndani ya muda ambao eh, ni mzuri, tuzipate hizo fedha mapema bila shuruti, na hatimaye tuweze kuhudumia wananchi wetu. Lakini tunayo miradi pia ambayo tumeamua tuifanye ah, ambayo inaenda kuimarisha sasa uwezo wetu wa, wa kusambaza maji. Unaweza ukajenga mradi ukaongeza hizo e, lita nizo zisema lakini kama hauna nyenzo za kusafirisha hayo maji kwenda kwa walaji, na yenyewe ikawa ni ni changamoto. Kwa hiyo tumekuwa na mashine za aina mbalimbali, tumefanya kazi kama miaka mingine labda kumi, ishirini. Kwa hiyo zimefika, mara nyingine zilianza kuchoka kuchoka. Sasa mashine ikishaanza ni kwamba leo itafanya kazi, kesho iko chini, maana mashine ni kama binadamu leo Inaweza ikawa zima kesho, kwa sababu imeshachoka unataka kuiwasha haikubali. Kwa hiyo tumeingia e, mkopo wa shilingi bilioni 5.04 kopa sisi mamlaka ya maji e, ili tuweze kuimarisha uwezo wetu wa mitambo ya kusukuma maji. Sasa tunafurahi kwamba mitambo hiyo imeanza kuingia kuanzia kesho, mtaiona tutawatembeza pia muone hiyo mitambo ambayo imefika, lakini na mingine mikubwa zaidi inakuja Tunataka kila kituo chetu cha kusukuma maji na kuzalisha maji kiwe na mitambo, mtambo unaotembea lakini na mtambo ambao umesimama kama standby, kwamba huu ukipata changamoto ule mwingine na wenyewe uanze kufanya kazi, lengo kuhakisha kwamba tunakuwa hatuna zile breakdown za mara kwa mara eh, ili wananchi wetu waweze kupata huduma ambayo ni nzuri lakini pia ambayo ni endelevu.